Nachukua nafasi hii kuwaasa kuwa pamoja na uzoefu ambao baadhi yenu mnao katika uendeshaji wa uchaguzi, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni na taratibu na miongozo na maelekezo yatakayotolewa na tume. Licha ya uzoefu mlio nao, msiache kusoma katiba, sheria, kanuni, taratibu miongozo na maelekezo yatakayotolewa na tume. Ndugu washiriki, kabla sijamaliza hotuba yangu, napenda kusisitiza mambo yafuatayo: moja, someni kwa makini katiba, sheria, kanuni, miongozo na maelekezo tukayopewa katika hatua mbalimbali mbali. Ulizeni ili mpate kufafanuliwa kwenye maeneo ambayo utaona hujaelewa, pengine itakuwa na changamoto ya kufahamu, ili kurahisisha katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Usitoke hapa ukiwa mwoga, ndio maana hapa hawa maaro kata wamejipanga, wako wengi kweli kweli. katika kila kata wametoka wawili wawili kwa ajili ya kupita kwenu huko kuangalia. Mtu mwenye changamoto nanyosha mkono ili tuweze kukupa msaada unaostahili, utoke hapa ukiwa umeelewa vizuri. Usiji ukaanza kutoka hapa kwa uoga, hujaelewa, hujauliza, ukaenda kuulizia nje. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC online